Well hello, my beautiful people. Jana bwana ilikuwa uzinduzi wa nyimbo ya Mbosso inaitwa Room Number 3, na ilifanyika Mlimani City Cinema, yani sehemu ya cinema ndo ulifanyika huo uzinduzi wa hii nyimbo yake, guys. Well, yani kulikuwa very very good. Mnaona, you know, watu walikuwa wengi siu nisemeje Yaani uzinduzi ulikuwa ulikuwa wa kipekee, na mastaa walijitokeza wa kutosha na walipendeza. Hapa nimesogezeeni baadhi ya mastaa waliotokea na walidamshi vibaya sana. Hapa nimewekea ne mmoja mmoja, kuna kina Zaylissa kina nani nani. So, guys mwangalie hii video mwanzo mpaka mwisho. Pia mtaona vibe lile lilikuwepo huko, vibe lilikuwa sio la kitoto, and especially alivyoifanyia kwenye sinema, basi imekuwa imekuwa kitu fulani, yani kimekuwa kizuri sana. And my beautiful people, bila kupoteza muda, let's get into the video. Kwanza tunaanza na Mbosso mwenyewe, ndo huyo hapo hiyo ndo ilikuwa outfit yake, kajaza waandishi wa habari hapo, wamemzunguka hatari sana. Uh, yuko na Dvoice nani, watu wengi walikuwepo. Okay, tuanze hapa na mrembo wetu aliyobaruza. Huyu ni Raya the boss, mke wa Barnaba, yuko na mume wake, walienda wote, walihudhuria. And that's how Raya amedress ame na Barnaba amemwona ams, wamependeza hatari sana Raya mm. Nimependa outfit yake okay. To move forward, huyo hapa ni mtangazaji wa Wasafi cheki alivodam shiani kaenda? Chana, kisichana sichana fulani. The outfit iko very stylish I love it. Okay twende kwa Hadija Mzee, pia ni mtangazaji wa Wasafi nani actress Nimependa na yeye outfit yake yeye na mwenzie wote wamekuja very stylish and uh, simple and uh, classic. The hairstyle, the makeup, everything about them iko very perfect. Wewe well, walijua ko Damshi. Okay, hapa pia ni Hadija, huyu yuko na Said, Said comedian. <laughs> Yeah, Said alitupia hivyo na yeye alijua kubaruza. Twende well, kwa mdada mrembo kabisa Zaylissa, mwigizaji wa jua kali na pia ni ex wa Manara na Dula Makabila. Hivyo ndo alivyotokelezea, nimependa outfit yake, and most of all nimependa the hairstyle, accessories zake zimekaa very good, lakini nilichokipenda sana kwake yeye ni hair, nimependa imemkaa vizuri sana. Well, to move forward, hapa tuko na Alia ni mtangazaji wa Wasafi. Uh, the video haiko clear sana, lakini amebaruza miwani yake iko vizuri, mwenyewe ni mcute ya, kwa hiyo katoka 10 over 10 minus nothing. Eh, kapendeza we bwana, ni mtangazaji wa Wasafi Alia. Ok, twende hapa kwa Queen Darling, ndugu kabisa na Diamond Platinums. Kaenda kumsapoti Mbosso na hapo katuanikia kwa kaka Mbosso kane e, alijua kubaruza, na yeye yuko na mume wake kipenzi mwenyewe Ishak. Ameona eh, mwanaume hensamu huyo, mdomo koma wamebaruza wamependeza, hatari na nusu. Wako wako ki ni pati ya usiku, just a simple thing, wameenda hivyo, wame okay, tuje kwa Chris. Huyu hapa yuko sana na wasanii na pia ni mfanyabiashara. Na huyu hapa ni Miss Mary, yuko sana TikTok, na sasa hivi tunamwona kwenye uigizaji. Hizo ndio outfit zao alizokuja nazo, na wenyewe wamebaruza, wamependeza hatari ya kasichana kazuri karembo kananikera tu kwa na shemeji yake, <laughs> ijapokuwa ni niusi, lakini sidhani kama niko peke yangu eh. Haya, Twende mbele, huyu bwana ni mstemwanya. Mstemwanya katupia hivyo, na mmeona mwingi wako alivyolalamika eh. Comedians wamechukua nafasi kubwa sana kushinda taya, watu wengine wamebaki nyuma. Anawalalamikia comedians, kwa nini wameenda kwenye show wengi wamejazana, that's no good thing jamani. Mwingi wako hata nifa naye kawatetea comedians, kwa nini hawaseme hivyo? Mwingi wako kawasema, kwa nini hawaseme comedians yeye? Eh, mwenyewe pia ni akuwa na mtoto akawa comedian, kwa hiyo asiseme karia za watu wengine. Ama nyinyi mnaonaje? Okay, hapa tuko na watu mbalimbali waliohudhuria hii show ya Mbosso. Ilijua kupendeza, yani iliwaka. Sasa twende twende kwa kwa show yenyewe. Sasa tushaona wasanii mbali mbalimbali, twende kwa vibe lenyewe lilotokea hapo. Vibe lilikuwa si la kitoto. Well, nimependa mimi support ilivyokuwa kubwa sana, watu wamepokea jambo kwa ukubwa na wame support and the place ambayo imefanyika the show nimependa sana yani, kuanzia hiyo nini screen, yani everything iko ilikuwa so perfect and uh, yeah to enjoy hii video kwanza, hapa vibe la kutosha.

Ya mbona, mastaa walikuwepo wa kutosha kina Juma Lokole nani. Well, huyu ni Ricardo Momo, alikuwa anatoa ka ushauri kadogo kwa Mbosso. Tumsikia hapa Ricardo Momo, kamshauri nini Mbosso <laughs>. Na kaongea vituko vituko gani? well,